Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Jina langu ni Rajab Synic. Leo bwana tunaenda kujadili au naenda kukutajia VPN bora eh, VPN ambazo utaweza kuzitumia kwenye, kwenye kipindi hiki hasa baadhi ya platform kama TikTok. TikTok na mitandao mingine baadhi imekuwa mizito kufunguka, hasa mtu umekuwa ukihangaika jinsi gani naweza nikafungua Mwana sasa mwanangu na hizi ndio VPN bora. Ehe, ya kwanza nayo na ipa namba moja, na hii ipa namba moja. Kumbuka katika VPN hii VPN namba nne ndio bora zaidi. Naipa VPN namba moja naipa hashtunel VPN. Ngoja nikuonyeshe, naingia moja moja Play Store awe Play Store utasachi kinaitu kinachoitwa Ona, mzigo huu hapa una MB una MB 20 tu. Kwa hiyo sio kusema ni kitu ambacho kitakutia stress au MB nyingi ku-download. No. So, it's so easy. MB 20 tu. Ona, hii naipa namba moja. So, ukitaka ku-download VPN na kushauri, chukua hii itakusaidia mananaansel Ma lengo ni kukuelekeza VPN ya pili, ambao ukiniambia ni kushauri VPN hapa. Kuna VPN inaitwa Secure VPN hapa Secure VPN safer internet inaipa namba mbili, mimi ndo ninayotumia, nimei download kabisa. Umeona hii inaipa namba namba mbili. Kama wana wewe mtandao wako ulikuwa ni shida sa TikTok, so, download hii secure VPN itakusaidia umeona, na mimi ndo ninayotumia secure VPN. Lakini VPN ya tatu, ehe inaitwa Turbo, Turbo. Ona Turbo, mona Turbo VPN tano oh, tu Turbo VPN zitakuja, zita mbili, kuna Turbo VPN Lite na Turbo VPN Turbo VPN. Turbo VPN, eh, Secure VPN hii hapa, kuna hii hapa zote zinafanya kazi sawa. Sasa wewe kama simu yako eh, ina storage kubwa eh, inaweza kuwa kuna, yani napokea vitu vikubwa kama simu yani, kama simu yako jibista, ina uwezo mkubwa GB 32 64, hii inakuwa inafaa zaidi Turbo VPN, VPN Prox, lakini pia hapa Turbo VPN Lite, VPN Prox, kama wewe utaki ku vitu vingi, yani simu yako utaki kujaza na vitu mingi, kwa sababu kazi inafanya sawa, isipokuwa tu kuna baadhi ya feature kwenye utakuwa usipati, lakini uwezo wa VPN ni ule. Unaona? Ule. Hmm. VPN namba 4 ambayo ndio nilikwambia VPN bora kabisa e, inaitwa Thanda Thanda. Hii ndio VPN nasema, namba 4 nilikwambia VPN bora kabisa ni Thanda, nilikuwa na maanisha ni VPN hii hapa. Umeona, Thanda VPN fast and safe, hii bwana ipopancho sana, hata mimi naitumia pia. Usioni hapo ipo uninstall kwa sababu ninatumia simu simu nyingi nyingi hivi na simu kama nne hivi, eh, kwa naitumia sana eh, naitumia sana Thunder, yani inaweza kukaa muda mrefu tofauti na zile VPN ambazo unaziwasha then baada kila dakika kumi, dakika saba, dakika tano, mpaka wewe inaniwasha inazima, uwashe tena, lakini ukiwasha mpaka wewe uchoke. Kwa hiyo kama una stream nani TikTok, uko wapi, uta stream kwa muda mrefu. Jambo la kukumbuka, hizi VPN hazitoi access ya internet, hizi VPN zinakuwezesha wewe ingia kwenye site ambazo zimefungiwa au ambazo huwezi kuingia. Nadhani tumeelewana. Kama nilivyokuambia kuna moja hiyo, inaitwa hii ndo ya mwisho ya tano VPN oneka moja moja moja moja ziwe nne VPN VPN una yenye naipa namba moja yenyewe apa sasa. Hii kwa watumiaji wa Android na iPhone, hii inawafaa sana, ipo vizuri sana. So kama nawe mtandao kwako ni shida, tumia VPN hii. Mi napenda kuita 1.1 minaitaga 1.1 tu hadhfunaielewa nacho m na umeshaiona, hiyo ni moja wa maneno haya moja yananilii, moja ya VPN bora kabisa ambayo pia kuwahi kuitumia. Kama umependa video hii, usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki. Jina langu mimi ni Rajab Synic.